Siku ambayo tuli, tulifikia tu makubaliano ya kwamba tunatakiwa kuachana na mwalimu huyu, hapo hapo tukaanza mchakato wa kutafuta mwalimu mwingine, na mchakato wetu upo katika eh, makundi mawili. Kwanza tunaangalia timu nyingine Afrika zinamiliki wachezaji gani, lakini vile vile tunapitia eh, maombi ambayo makocha wana, wanatuma na nini, nini. Kwambie tu kwamba eh, maombi ni, ni mengi kweli kweli ya mawakala ya makocha wenyewe, kila mmoja eh, kwa nafasi yake, naomba wapo makocha ambao wapo kwenye timu wanafundisha za Afrika na, na, na Ulaya na wapo makocha wengine ambao hawana kazi, wote hao wanatuma na kuomba. Kwa hiyo eh, mipango yetu ni kwamba eh, kabla eh, kwa sababu baada ya mechi dhidi ya Azam tarehe saba timu itakwenda mapumziko kidogo. Baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kuanza maandalizi. tutakaporejea kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kuelekea mechi zetu zinazokuja kuanzia tarehe 23 ya Januari, tayari tuwe tumeshapata mwalimu. Yani, malengo ni kwamba tutakapoanza yale maandalizi tumpe mwalimu kama pre-season friendly hivi cha wiki tatu nne, kwa ajili ya kukaa na wachezaji kuwajua, tutakapoanza mechi za kimashindano awe tayari yuko familia na kikosi chake.